Watu wa Homa Bay. Wakati nilikuja hapa tulikuwa na makubaliano na nyinyi. Si ndio? Na mulisema munataka tubadilishe Homa Bay. Iwache kuwa town iwe city. Ni kweli ama si kweli bwana? Si ndio? Na mahali ya kuanzisha kubadilisha Homa Bay. Muliniambia kwanza, mnataka tujenge paya hapa hii, pia iweze kusaidia wananchi wa hapa kuendesha biashara na kuendesha usafiri kwa njia ambayo ni iko na usalama, si ni kweli? Na hiyo miaka miwili iliyopita nilikuja kuanzisha hii mjengo. Leo nimefika hapa, si ndio? ili tuweze kufungua rasmi hapa. Serikali ya Kenya tumetumia milioni mia tano na paya ya Homa Bay iko tayari. Ni kweli ama si kweli, my friends? Si ni kweli? Vilevile munajua kina mama walikuwa wanauza samaki eh, yao hapo mahali ambapo hailikuwa na usafi yoyote. Pale palikuwa mahali pachafu, kulikuwa na matatizo mengi maji takataka ilikuwa pale, ile kazi nyingine yote ilikuwa pale. <clears throat> ni kweli ama si kweli? Mukanieleza, si ndio? Asante sana, mukatuambia ya kwamba munataka tujenge modern fish market hapa Homa Bay. Leo tunaenda kufungua soko ya samaki ya milioni mia tatu sitini na tano ambayo imekamilika hapa Homa Bay. Homa Bay hoye! Homa Bay hoye!